Kampuni ya anga ya juu ya serikali ya China COMAC imefichua mipango ya C949, ndege ya hali ya juu ambayo ina haidi kuruka mbali zaidi na kimya zaidi kuliko ndege za Concorde zilizostaafu miaka 2000. Ndege hii mpya inaashiria nia ya China ya kuongoza katika teknolojia ya usafiri wa anga ya kasi. Ndege hiyo itakuwa na masafa marefu zaidi ya asilimia 50, sawa na kilomita 11,000, ikilinganishwa na kilomita 7200 za ndege za Concorde, huku ikitoa sehemu ya ishirini tu ya sauti inayovuma ya Concorde. Kiwango cha kelele kitafikia kiwango kinachojulikana cha desibel 83.9 de, sawa na kikaushia nywele. Wahandisi wa COMAC wakiongozwa na Wu Dawei aliyeshinda tuzo walichapisha maelezo katika jarida la Acta Aeronautica Sinica mnamo Machi si 14. C949 inalenga kufikia maboresho mawili kuu juu ya Concorde kupunguza kelele, huku kunaweza kusaidia kushinda kanuni ambazo zimepiga marufuku safari za ndege za juu zaidi ardhini tangu enzi ya Concorde. Ndege itakuwa na masafa marefu ya asilimia 50 kuliko ndege za Concorde. Ubunifu wa C949 ni pamoja na vitu kadhaa vya ubunifu. Fuselage inayobadilisha umbo yenye sehemu ya katikati iliyopinda ya reverse camber inadhoofisha mawimbi ya mshtuko na kuchelewesha mpito wao kuwa mawimbi ya sauti. Pua ndefu inayofanana na sindano kugawanya wimbi la mshtuko linaloongoza kuwa mipigo mitatu laini. Puli maalum vya aerodynamic karibu na engine utawanya mtikisiko wa moshi ili kupunguza kasi inayofuatia. Ndege hiyo itahitaji mfumo bandia wa kudhibiti unaoendeshwa na akili ili kudhibiti mienendo changamano ya anga kwa kasi ya juu. Ndege hiyo ina mfumo dhabiti wa mafuta ambao husongeza kilomita 42000 za mafuta kati ya matangi saba ili kusawazisha ndege wakati wa safari. Engine mbili za turbo fan za mzunguko zitawezesha ndege na kuiruhusu kusafiri kwa Mach 1.6 katika hali ya low boom au Mach 1.7 katika hali ya eko katika urefu wa mita 1016. Koma kinadai kelele ya kupaa inakidhi viwango vya kimataifa na kuifanya kutoka viwanja vya ndege vya mijini. C949 imeundwa kubeba kati ya abiria 28 hadi 48 katika viti vya viwango vya biashara. Kwa uwezo wake wa kusafiri mbali ndege hii inaweza kuruka kutoka Shanghai hadi Los Angeles kwa takriban saa tano. Timu ya WU inakadiria kuwa abiria wa ndege za kasi sana wanaweza kufikia milioni 45 kwa mwaka takriban asilimia moja ya abiria wa ndege duniani. Mwanzoni ndege hii itaruka katika njia za kuvuka baharini ya Pacific ili kupunguza malalamiko kuhusu kelele. Comac imeweka mwaka 2049 kama tarehe lengo ya kuanza huduma kwa C949 ikilingana na maadhimisho ya miaka 100 ya jamhuri ya watu wa China. Ratiba hii inafuata uzinduzi uliopangwa wa ndege nyingine za Comac ndege ya C929 yenye njia mbili za kupita abiria ifikapo mwaka 2027, na C939 yenye viti 400 ifikapo mwaka 2039. Licha vipimo vya kuvutia vya kiteknolojia, mradi huu unakabiliwa na changamoto kubwa. Ufanisi wa matumizi ya mafuta lazima uwe juu zaidi kuliko ule wa Concorde, ili kufanya uendeshaji kuwa gharama nafuu. Aidha, Comac inapaswa kushinda wasiwasi wa umma kuhusu usalama wa usafiri wa supersonic, hasa kufuatia ajali ya Concorde huko Paris mwaka 2000 iliyo kusababisha vifo. C949 inawakilisha kuingia kwa China kwa utulivu lakini kwa malengo makubwa katika mbio za kimataifa za kufufua usafiri wa abiria kwa kasi ya juu sana, ikishindana na mradi wa NASA wa X59 na kampuni binafsi kama Boom Supersonic. Una maoni gani kuhusiana na makala hii? Tupia komenti yako, lakini kikubwa usahau kusubscribe kwa taarifa nyingi zaidi.